Lakini kwa sasa hivi umetokea kuichukia kazi ya dereva? Ulianza anzaje mpaka ukaja kwa dereva? Mimi nilianza kama fundi eh, yeah. kwani huyu huyu kijana anaweza akaanza pia kama fundi, unaweza kumshauri? Kaanza kama fundi, kaanza kama fundi, lakini sasa hivi process zimekuwa ni nyingi. Sasa hivi kuna masuala na na NIT na cheti, kama una cheti penzi mtazamaji, ilikuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji, moja kwa moja kutoka hapa Tabata mwananchi, naitwa Dickson Bisare na hii ni Chawamata TV. Sisi Chawamata TV ni TV ambayo inazungumza na madereva, lakini pia makondakta au mechanics na kuweza kupata kero zao ambazo wanazipata pale ambapo wanapokuwa safarini. Chawamata TV tupo kwa ajili yako mtazamaji, tuenda kuzungumza na, na madereva lakini pia e, mechanics au makonda e, kuhusu kile ambacho wanachokifanya, ni changamoto zipi ambazo wanazipitia e, wakiwa katika kazi zao. Naitwa Dickson Bisare, ungana nasi e, pale ambapo tunaenda kuzungumza na madereva kuweza kusikia ni kero zipi wanazipata pale wanapokuwa kazini. Habari ya asubuhi ndugu yangu. Salama habari. Wanakuita nani? Kwa majina naitwa Raja Sumali. Nafanya kazi na kampuni gani? Kampuni, kampuni ya Gazepa ya? Kama nani pale kwenye kampuni ya? Kama kampuni ya Kazepa, kama de dereva, eh, tuambie sasa, zungumza na Chawamata TV lakini pia watazamaji wanao tutazama. Ni changamoto zipi ambazo unazipata unavyokuwa barabarani katika harakati zako za kazi? Changamoto ni nyingi. Unaweza ukaenda safari au unaweza umepata breakdown, katika breakdown ile kunabidi pale, kuna msaada, unabidi usaidiwe kwa haraka. la kama msaada hakuna kwa haraka, basi kunakuwa kuna mahitaji dereva, unabidi uyapate pale. mahitaji kama yapi? kama mahitaji ya malazi. vipi kabla ya kuanza safari, kuna, kuna, kuna mambo, kuna mambo, kuna mambo ambayo wago mnaongea na bosi wako, eh, kabla ya kuanza safari, eh, kuelekea wewe kutoka mfano Tanzania kwenda Kenya kama mimi siendi Kenya, mi nenda mikoani. Tukazungumza kidogo, tunatazama kamera pale, ili mtazamaji anayetutazama aweze kutu aweze kutusikia. Lakini pia e, uongee kidogo kwa sauti kubwa, ili aweze kukuelewa na pia mtazamaji anayekutazama aweze kujua kinaozungumza. Amesema kwamba unavyokuwa unaanza safari yako, mfano kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi, kuna mambo ambayo wago nakaa na kiongozi wako au mwajiri wako, mnakaa mnaeleweshana kuhusu safari. Hapana. Hapana. Hapana. Safari unaanzaje yani? Unaanza tu unakaa unaanza, bosi anakuambia kesho unaenda Kongo, unaenda Rwanda. Ah, mimi bahati nzuri sendi Rwanda sendi Kongo, mimi naenda Mwanza, hapa Bukoba au Yeah. Unaenda ndani ya Tanzania kwa mikoa ya Tanzania, changamoto unazozipata hapa barabarani ni zipi? Ah, changamoto ni nyingi tu, kwa hiyo unaweza ukando, unaanza safari hauwezi kuonana na bosi kwa wakati ule. Unakuwa unawasiliana kwenye simu eh, anakuambia toa gari sehemu fulani, hmm. Nenda sheli naweka mafuta, unaanza safari maongezi hmm. Mwengine unakuwa mnawasiliana kwenye simu okay. hmm. Mfano sasa wewe e, wewe ukiwa kama driver, kuna vijana ambao wapo mtaani wanatamani kuwa mtu kama wewe na hawajapata e, mtu wa kuambia, unawambia nini ili uweze kujifunza kuhusu mambo ya driver. Ah. Kwa masala ya driver sasa hivi bro, kazi isha kuwa ngumu sana hmm. eh, kazi ni ngumu hata mimi mwenyewe nilikuwa naipenda kazi ya dereva lakini kwa sasa hivi umetokea kuichukia kazi ya dereva. Wewe ulianza anzaje mpaka ukaja kwa dereva? Mimi nilianza kama fundi. Eh. Kwani huyu huyu kijana anaweza kaanza pia kama fundi, kaanza kama fundi. Anaweza kaanza kama fundi. Yeah. Lakini sasa hivi processes zimekuwa ni nyingi, sasa hivi kuna masuala na ukasome NIT au awe na cheti, kama una cheti uweze kupata kazi. Wewe unaendesha magari gani kwanza? Unaendesha gari hapo umekipataje na leseni mm? cheti, cheti mpaka sasa hivi sijapata leseni. Leseni leseni ni, leseni muda mrefu mm. Eh, sababu mimi nilianza na magari madogo. Leseni ninayo. Leseni ujaenda shule? Leseni nilisoma shule, lakini ilikuwa shule ya magari madogo ya. Okay. Eh, baada ya hapo nikarudi gereji. Okay. Nilivyokaa uh, gereji kama miaka sita baadaye ndo <coughs> nikaja kuwa na, mimi dereva. na leseni yako ni daraja gani? daraja hii hivi yeah. Dreva eh, ili akabidhiwe gari, mfano kama wewe hapo ukabidhiwe gari, waga wanaangalia nini hasa, mwajili wako wanaangalia vitu gani hasa kutoka kwako kwamba unakidhi kupata kukupa gari hii? Uh, wajili mara nyingi wanaangalia CV yako kwamba umeenda wapi na wapi ya, na daraja la leseni. Eh, kwa hiyo tajiri wara nyingi anakuuliza wewe umeendesha gari kampuni gani au umeenda sehemu gani? Yeah, na sehemu gani. Na ni vitu gani ambavyo driver anatakiwa kuwa navyo anapo kabla haja kwanza ya kuendesha gari au kwanza safari ni vitu gani anahitaji kuwa navyo yeye kama driver? Vitu gani za? E, yani vitu gani kwenye mavazi unatakiwa uonekane, kwenye muonekano gani wakati unaendesha gari? Uh, dereva unatakiwa uwe smart uh -huh. E, lakini sasa changamoto inakuja vipi? Kuna magari mengine huwezi kuwa smart uh -huh. Yeah, kwa sababu kuna gari nyingine uh -huh. Eh, imekuta mbovu lakini, e, kuendesha, e, kazi ya dereva ni kazi kama kazi. Uh, ni kazi kweli, sijakataa ni kazi nzuri, kazi ya udereva, ila kwa yani ukiangalia vizuri, kuna baadhi ya makampuni na makampuni kwa kuna makampuni mengine ni machafu. Makampuni mengine unakuta... unakuta machafu kwa sababu unakuta kwa sababu unakuta bosi mwenyewe atengeneza gari kwa wakati. Umeona kama kampuni yangu? Hii kampuni yangu bado ilivyo toka smart kwa sababu hata gari zenyewe mwenyewe anazijali gari. Kampuni yako inaitwaje? Kazepa. Kazepa. Wote ni wasafi. Eh, sisi huko kampuni yenyewe anatujali bosi, atengeneza gari vizuri. Kwani kutengeneza gari ni jukumu la bosi au ni jukumu la, la, la, la driver na kijana wake au tingo anasema anakaa pembeni? Yaani mimi dereva ndo natakiwa nitoe manani ya gari, matatizo ya gari kwao. Nikifikisha kwa fundi fundi anamwambia bosi bosi ndo anaanza kurekebisha. Eh kwao kwenye kampuni yetu sisi hakuna shida. Aina yoyote ya vitu vingine ambavyo driver anatakiwa avifanye au anavyo, eh, anapokuwa safari kabla ya kuendesha gari? Unajua kama kuna kwenye pikipiki, waendesha pikipiki hawa lazima uvae helmet, uvae koti ngumu, uvae viatu vipi. Nyinyi kwa upande madriver wanaoendesha magari makubwa kama haya, ni mavazi gani mnatakiwa muwe nayo pale mnapoendesha gari? Ah, ni mavazi ya kawaida tu, lakini sana sana utakuwa madereva, yaani dereva anakuwa smart, viatu nini ah. Yeah, unaruhusiwa kuvaa helmet. Helmet ah kwenda ku, kushusha kama unaenda bandarini au ah, unaenda kupakia ndio unavaa helmet, lakini huwezi kuvaa helmet wakati unaendesha gari. Unatakiwa uendeshe gari ukiwa na viatu vina gani? Watu wa safari marefu, masafa marefu au magari makubwa haya, ni viatu tu kama ulivyovaa wewe ambavyo ni vimefunguka au yeah. vime? ah vimezibwa, vime, vime ah, okay. Lakini sio huwezi kuendesha kama hivi gari. kwa nini? ah, yeah. ah, wezi ukaendesha na sendo. kwa nini huwezi kuendesha na sendo? ah unaweza, sendo inaweza ikatokea bahati mbaya, hii nani, hii kamba ikawa imenasa hmm. kwenye ile pedwa nani ya breki ya breki ya mafuta, unaona eh no, e, kwa hiyo inaweza kusababishia madhara yes. Mfano umepata shida barabarani, mfano tairi imepata mepa, pancha wewe ukiwa kama dereva sasa hauna, hauna, hauna mtu wa kukusaidia au wanasema mtu anaekaa kushoto kwako wagu, unafanya nini? Ah, yani sio ndio changamoto, kwa sababu makampuni mengine haruhusu wewe na taniboi, unakuwa unatembea peke yako. Kwa hiyo ikitokea tatizo kama hilo hapo, ah, dereva kiukweli unateseka sana mpaka uje upate msaada, inakuwa changamoto. Sababu mimi kuna safari moja hapo nilienda Tunduru, gari nalibikia polini, afu niko peke yangu Niliteseka sana bro. Ulifanya uli fanyaje? Natamani pato ulifanya fanyaje, lakini pia mtazamaji anayokufuatia anatupatia anayetufuatia kupitia Chawamata aweze kupata. Yaani hiyo shida ilipokutokea, ulipopata shida ya gari yako ukiwa tundu ukienda Tunduru ulifanya fanyaje, ukaanza ukaanza ukaanza kuendelea na safari yako? Ni msaada tu hapa na pale, nijaribu kusimamisha magari kama masaa mawili hivi, alafu ni polini ilikuwa hmm. yeah. saa ngapi ilikuwa kama saa kama saa 3 hivi usiku. Saa tatu, sio yeah? Ah, sio. Au ulianza safari saa saa 3 ni saa asubuhi? hmm. Nilikuja kutoka pale kama saa 7 usiku. Kuhusu masuala yenu yako vizuri? ah, masuala sio ah, sikamzungumzia sana ila ya kawaida tu. Ya kawaida. Zungumza sasa na madereva ambao wanatufuatilia kupitia Chawamata TV unawaambia nini kuhusu kazi yao ya driver? Ah, mimi nashauri tu madereva tu makini, kwa sababu kwanza kuna madereva wengine hawajui sheria nzuri ya barabarani, kama usiku kwenye kuendesha gari unakuta dereva kama madereva wa basi. Anawasha full. Na Audi, a, ni, a, ta. Taa furu mimi nishanamwomba sana azime taa, lakini sasa nakuwa azime taa kwa wakati, ili mara nyingi nasababisha ajali usiku. yeah. Oh, naambia kwamba usiku nashauri madereva tuwe makini Usiku, wao makini kwenye kwenye kuendesha magari usiku tu makini kwenye masuala ya taa, tuzingatie sana taa sababu taa inakusababisha dereva anaweza kuangusha gari. Kuna mwingine haoni vizuri usiku, kwa hiyo unapompiga taa za fulu mwanzo, akikuomba kwamba mpunguzie taa, inabidi mpunguzie taa kwa wakati sahihi, kwa sababu eh, mimi nimeshashuhudia mtu anadondosha gari so, kwa sababu ya taa. Sio kwamba ni usingizi, sio usingizi. Mwingine anadondosha taa, wanasemaga madereva wengine wanaondosha magari kwa sababu ya usingizi, hapana. Ipo kweli usingizi, lakini wengine ni taa. Yeah. Bwana kushukuru. Taa hizi zinazidiana. Nakushukuru sana, sana, sana. Asante, asante. Kazi njema. Mtazamaji huyu alikuwa ni driver. Uh, tumetoka kuzungumza naye, ametuambia yeye changamoto zipi alizokutana nazo tangu alipoanza kufanya kazi yake wa driver. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Chawamata TV na Chawamata TV tunazungumza zaidi kuhusu eh, kero anazozipata madriver lakini pia matani boy na mechanics wa magari, na mbele yako mtazamaji ni naye ni fundi magari ambaye ataenda kujitambulisha majina yake na anafanya kazi kampuni gani na changamoto zipi anazozipata pale ambapo anapokuwa kazini. Ndugu yangu, habari asubuhi ya Salama. Wanakuita nani wasio kufahamu? Tuzungumze kidogo tukiangalia kamera pale wasio oh. Tuzungumz kufahamu wanakuita nani eh, na hapa ni wapi? Eh eh. Hapa kamera pale kidogo ah, mimi naitwa Abduli. Abduli. Amisi, yeah. Eh, naitwa Abduli Amisi eh, ni fundi welding machine. Sawa. Vipi, changamoto zipi unazozipata unapokuwa katika kazi yako? Ah, changamoto ni nyingi, hasa mazingira ambayo tunafanyia kazi yana changamoto. Kwa mfano kama hapa parking ya malori hapa mm. Kando kandokando ya hapa Tan Road sasa mm. eh? ee, hasa hapa sasa hivi hapa tunashindwa kufanya kazi kutokana hasa kwa China, wameshaingia wengi sana. Umeona? Wameshanunua maeneo Unaona, no, yaani, yani sasa hivi tumefukuzwa. Kwa mfano angalia hapo, yani kwamba wamenunua maeneo, wamekuja kuwa kuwanyima riziki e, au kuwatoa sehemu zenu za kazi e, e. e, wamekuja wametutoa. Alafu isitoshe pili, yani hapa sasa hivi mafundi tulikuwa wengi mafundi. Ngoja kwanza tuende polepole pole. mm. Umesema wa Wachina wamenunua sehemu e. Kwani hapa hamna wenyekiti wa mitaa? Wapo, hii taarifa wanayo wanayo taarifa. Kama mtu mpaka anakuja kuchukua eneo, ina maana taarifa wanayo ipo, e, ipo e. e, kwa hiyo wamechukua alafu ah wenyewe tu nakuta yani wenyewe yani, yani wenye wenye, yani hmm. si wana yani wenyewe kama wenyewe yani wanaona kwamba wakishachukua si wanaajiri wao wakishaajiri watu wao si tunakuwa hatuna kazi kasa... sasa pia wakazi wa, wa hapa wapati kazi hatupati kazi kabisa. Ukiangalia mpaka sasa hivi tunakaa tu, sasa hivi magari yote yametukimbia naona. uh -huh. Wana, watu wanapaki, wengine wanapaki sehemu yote anataka eh, Kibaha wapi kule gari zikipakia Town Road nani transit hmm. ina maana zilikuwa zinapaki kando kando ya barabara hmm. kwa ajili ya zile nani advansi ambayo wanasubiri kwa ajili ya sevisi Advance no. kwa maana ya hela kwa ajili ya kufanya kwa e, ajili ya sehem sasa. yeah. na hizo ndio ilikuwa tunapatia sisi hapa ambaye hatuna uwezo wa kufanyaje wa kuwa na maeneo. mm. kama fundi mafundi, vipi utaratibu wenu hapa wa hapa Tabata Tano Road hapa upoje kwenye kwenye swala zima la kufanya kazi upoje? mnaingia saa kazini saa ngapi, mwisho saa ngapi? Ah, sisi tunaingia saa saa 2 alafu, mm. tunatoka saa 12 na mbili. mm. saa mbili asubuhi ni mida sai ya kazi mpaka saa kumi na mbili jioni e, ndio E. Changamoto sasa ipi unaipata wewe ukiwa kama fundi wa magari? Aswa. Changamoto sasa hivi hapa magari yameshatukimbia. Ilo la kwanza kila mtu sasa hivi anapaki anakojua. Unaona mm. sasa unakuta mimi changamoto yangu unakuta mtu ana e, bosi wako ambaye alikuzoea unamfanyia kazi vizuri a, a, anakuambia gari iko Kibaha. mm. Kwa hiyo ndio go ifate kule Kibaha. Naona. Na hela anatoa ile ile ambayo alikuwa anatoa hapa mm. pa zamani. mm. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, ina maana sasa hivi hatuna, hatuna, hatuna issue yote ya kazi sasa hivi. Tangu umeanza kazi hii ya mechanics una muda gani mpaka sasa? Mimi na miaka ishirini na tano. Na mimi kuna wengi wamepitia eh, juu yako sasa hivi ni mafundi wakubwa wakubwa sana, na wengine madereva wameshaacha eh, mambo ya, mambo ya ufundi tayari eh, wameshaacha Unajisikiaje ja kwa siku moja umemkutana na kijana wako ambaye amepitia nyuma yako yako, haona shida, aona wana shida, wanakukubali. Alafu istoshe pia yaani, akienda safari akirudi, ana kuku, anagunia. Uh, la la, la, la, la, nani, la mkaa, basi ndo tunashukuru hivyo. E, ndo ajira yangu. Nakuta kama anajitambua kama ajitambue, wengine basi hawakuelewi, lakini umeshawapa maisha. Sasa vipi kuhusu, e, changamoto gani ambayo tangu umeanza kazi, najua sasa hivi ni mkongwe hmm. Mfano umepata punch ya gari pale, afu ndio upo mwenyewe, unafanya fanyaje mpaka uweze kuendelea na safari yako? Yani pale ni sana ni yani hasa yani, madereva wanateseka sana njiani. Matajiri yani, tajiri anaangalia ya gari yake akuangalie wewe afya yako. Kwa mfano unakuta gari iko porini pancha imepatikana anakuambia wewe fanya unavyojua safari iendelee. Okay. Au nitakutumia hela utakaa wiki mzima bila kutumiwa hela, unakuja kutumia akijisikia yeye. Sasa tayari ndio maana changamoto inakuwa mpaka mtu anayechukua ma- naona na... na bosi waga na waelewa inakuwa mpaka mtu anayechukua anaiba mafuta wakiiba mafuta, sasa hawezi akuelewa utakuelewaje? alafu posho wenyewe akupi nani, mwanzo wa safari anakuambia mpaka ukifika Tunduma ndo nakupa nani Takupa kosho. Koshu. Aya, katikati utafanyaje, alafu na umepata panchi. Inabidi yeah. <laughs> sasa uingie tu kwa nani, kwenye tenki uchukue hata hata lita 60, au 40, basi ikusaidie wewe, kwa sababu ukiangaliwa na familia. Aya, umekaa wiki mbili wiki tatu pale njiani, unaona? Aya, kule nyumbani watoto wanasoma. Sasa utafanyaje? Itabidi ushawishike tu kuchukua mafuta basi, kama atakukata nani atakukata kwenye mshahara wako fresh lakini sa, sa zingine akukati kwenye mshahara na kufukuza kabisa. Na vipi vitendea kazi waga wanawapa au mnakuwa mnajigaramia wenyewe yeah? si tunajigaramia wenyewe, hatuna mambo sijui. Labda, labda kuna vitu labda unapewa unasaidiwa, amna? Labda kuna chama mmeanzisha cha nyinyi mechanics, chama chenu kama mafundi magari Uh, sisi yani kuna, kuna, kuna, si, kuna kikundi cha kufa na kusaidia, kusaidiana, mm. Naone ndo ambayo ndo tuko nacho hapa. Mtu akipata shida, shida labda ameuguliwa labda na mtoto wake au na nani, elfu tano tano, tuko kama mia na hamsini. yeah, yeah, mimi namaanisha kwamba kikundi cha kufanya kazi, mfano kazi imetokea sehemu we fundi A, hey, una kazi hamna yeah. yeah, kikundi ambacho mnasema watu ambao tunafanya kwenye kazi yetu, kikundi hiki ndo hawa mnawachukua? Hapana. Hmm. Yaani sisi hapa, yaani sisi tuna vijana tu ambao kila mtu ana kijana wake. Wewe una vijana wangapi? Eh, mimi na vijana watatu. Hapo, hapo, hapo. E. Na unaonaje kwenye utendaji kazi wao, wako freshi, hawana shida eh? Na wameenda kwenye majukumu, mwingine yuko Kibaha, mwingine yuko Gongo la Mboto anatengeneza gari. Upo hapa Tabata Tanroad, nasubiri gari zangu pale, nije nirekebishe hapa, basi ipite safi kabisa. Sasa zungumza na watazamaji wanaotutazama, unawaambia nini kuhusu kazi ya mechanics? ni kazi ipo ya aina gani? Ni kazi nzuri tu, ukizingatia wewe, basi maisha unapata naona kwa hiyo hii ni kitu ambaye ni mwendelezo. Hiyo ni fani, ni fani kama fani, kazi pia kama kazi. Kama, kama kazi zingine, umeona. Kwa hiyo hiyo ni, ni haina shida kabisa, na unasomesha watoto. Mimi nimesomesha watoto, wengine wako sekondari na nini, basi hawajanisumbua kwa ajili ya kazi yangu. Asante eh, sana, sana mtazamaji, san, san. Huyu ni mechanics, eh, umemsikia ni fundi magari makubwa eh, umemsikia alichozungumza, lakini pia umesikia changamoto anazozipata pale anapokuwa kazini, amezungumza mengi, na sisi kama timu nzima ya Chawamata TV tumefika na tunaendelea kuwatafuta madreva, lakini pia mafundi magari kuweza kupata mawili matatu kutoka kwao: ni changamoto zipi ambazo wao wanazipata pale wanapokuwa kazini. eh, tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kupitia eh, YouTube tunapatikana kwa jina la Chawamata TV, Instagram Chawamata TV, lakini pia X eh, zamani kilikuwa inaitwa Twitter kwa jina hilo hilo la Chawamata TV. Ungana nasi ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari pale ambapo zinapokufikia. Pamoja tunaweza. Mioyo yetu inawaka mioyoyetu ya chini ya mwavuli wa Chawamata tukiwa na mshikamano wa kweli